Dada nani hii hapo ameuliza swali mzuri kabisa, kwa nini watu wengine mnaingia nao katika maombi, chenye mnaombea wao wanapokea na wewe bado hauje kipata? Na tukasikia vile mama yetu alikuwa amesema pale ya kwamba e, tuna njia tatu ambazo Mungu huwa anajibu maombi Nami wacha niwe tu muungwana nisikataane na chochote, bali nikatoe pia na mimi elimu yangu kulingana na kiwango cha Roho Mtakatifu vile atanielekeza, kwa sababu sipendi kabisa kucheza na masuala ya kiroho ya mtu au ya watu wengine. Wetu tumelelewa katika misingi tofauti tofauti Tumekuwa watu wenye, tuko katika imani tofauti, lakini kwa neema yake Yesu Kristo ametuneemesha na akatutengeneza na akatufanya leo kuwa watumishi wake. Sasa tunapokuwa watumishi wake, sitaki kupingana na imani ambayo we ulilelewa ndani, lakini na mimi nisimame katika pengo nikafanye kazi ambayo Roho Mtakatifu anahitaji nikafanya. Sasa kuhusu swala la huyu dada ya kwamba unaingia na watu katika maombi e, mnaomba wao, maombi yao inajibiwa na yako bado. Mimi kama tresha nataka kusema hivi: mama yetu, hongera, umejibu kulingana na imani ya watu wengi ya kwamba tuna njia tatu ambazo Mungu anajibu nazo maombi. Njia ya kwanza anasema ndiyo, Njia ya pili anasema hapana, na njia ya tatu anasema ongojea. Lakini mimi Timo niko tofauti, kwa sababu huwa nadhani ya kwamba nikiweka Mungu katika hicho kiwango cha kwamba anasema hapana ama anasema ongojea ama anasema ndiyo, naona hiyo kiwango nitakuwa nimemlinganisha na wanadamu. Ani, nita, nita ni nitakuwa nimeweka Mungu awaze vile sisi wanadamu tunavyowaza, lakini Mungu wetu ni mkuu naye ako tofauti, lazima tumpe ukuu wake. Sasa mimi huwa nasema ya kwamba inategemea na, na, na maombi yako, jinsi unavyoomba vile unavyoelewa umuhimu wa maombi ama jinsi ya kuomba. Ndipo wanafunzi wa Yesu wakaenda wakamuuliza, baba Yohana mpatisaji alifundisha wanafunzi wake kuomba, je, nawe utatufundisha kuomba? Si ati hawakuwa, walikuwa wadhaifu wa kuomba, si ati walikuwa hawawezi kuomba, mbali tuna kitu ambacho hao wanafunzi walikuwa wanahitaji kupata kanuni sahihi na kujua jinsi ya kuitisha na kupokea. Sasa wacha nikupe katika hilo swala la dada yetu hapa, nataka kupa aina mbili ya maombi ambayo tunaomba, ninatoka na majibu, tunajibiwa. Aina ya kwanza unawakilisha hiyo ni sijui nitasema namna gani, ni aina ya kupokea kile kitu chenye unahitaji kutoka kwa Mungu. So unawakilisha hiyo kitu, unaambia Mungu: Baba, nahitaji kazi. Baba, nahitaji mke. Baba, nahitaji watoto. Baba, nahitaji eh, kupanuliwa Baba na nahitaji kuwa mtumishi wako. Baba niongeze kiwango changu cha uelewa wa Biblia. Baba nipandishe niuketishe katika kiti cha wafalme. Ni maombi, unawakilisha. Mimi haya maombi huwa naiita maombi ya kikuhani. Unasimama katika pengo ya kikuhani, unakuwa kuhani, alafu unawakilisha hoja zako mbele za Mungu. Sasa Wakristo wengi tumekuwa tukikwama katika hiyo kiwango ya kuwakilisha. Umesema, Mungu nahitaji kazi. Alafu kesho, bado Mungu nahitaji kazi. Kesho kutwa, Mungu bado nahitaji kazi. Maombi ushawakilisha, mwenye umewakilisha kwake si mwanadamu, ashasikia. Hana mambo ya ngojea. Hapana, au ndio, ashasikia. Sasa jambo lenye huwa linanifurahisha sana, watu wengi tumeombea vitu na katika ulimwengu wa kiroho vikawaachiliwa. Uliingia na mtu katika maombi, katika ulimwengu wa kiroho yakawaachiliwa yako na yake, yote yalijibiwa, lakini sasa tatizo linatokea wapi? Yeye anapokea na wewe haujapokea. Nataka kulea, kama kawaida yangu, ninalea taifa ambalo litalea taifa lingine kesho. Umesimama katika pengo, kama kwani, ukawajulisha maombi yako, na katika ulimwengu wa kiroho maombi yako yakajibiwa Ndipo sababu ulipokuwa umelala usiku, ukaona wewe ndio unaajiri watu katika kampuni fulani. Ulipokuwa umelala ukaona huduma yako imepanuka, mna, mko watu wengi. Ulipokuwa umelala ukaona umepakata mtoto, umelea mtoto, umezaa mtoto mwenye umeomba kwa Mungu. Hii ni dalili ya kutosha ya kwamba maombi yako imejibiwa katika ulimwengu wa kiroho. hiyo maombi sasa, uchukue vitu vyenye umepewa katika ulimwengu wa kiroho ulete katika ulimwengu wa kuonekana. Hapo ndio Wakristo wengi tulifeli, hatukufundishwa, hatukuonyeshwa tutachukua aje hizi vitu tuzilete katika ulimwengu wenye tunaishi. Waraka wa kwanza wa Petero 2:9 waraka ni wa kwanza wa Petero mbili tisa. Biblia inasema hivi, mbali ninyi ni mzao mteule, Ukuani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke kidhani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hapa ni maombi, ni kanuni ambazo Mkristo inastahili ujue, ujielewe kwanza wewe ni nani kabla hujafanya hayo maombi. Bali ninyi ni mzao mteule, hauna hatia wakati unapoongea na Baba hauna kikwazo wakati ambayo unaongea na Baba, na Baba ambaye unaongea na yeye hana upendeleo. Amekuita mzao mteule, mkuani wa kifalme, ukuani wa kifalme. Amekupa idhini ya wewe kusimama katika pengo na kuongea na yeye na kumwetisha chenye unahitaji amekupa authority and power, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Amekupa access, amekupa kadi ya kuingia katika miliki zake na kupewa chochote ambacho unahitaji, bila kuambia ungojea hapo kwa geti, bila kuambiwa wewe hapana, bila kuambiwa wachana na hiyo. Umepewa access. Sasa unaposimama kama mtoto wa mfalme, lazima ujue mtoto wa mfalme anafanya nini na tabia zake ni gani. Amekwambia wewe ni kuhani, umewakilisha maombi yako, umetembea kama kuhani, umeingia katika miliki zake kama kuhani, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Sasa watu wengi tumeokoka, tuna imani paka, tunaomba vitu vyetu vinajibiwa, lakini hatukuwa tumefundishwa jinsi ya kuleta hizo vitu katika ulimwengu wa kawaida. Lazima sasa ukuwe, sasa wewe ni mtoto mfalume. Njia ya pili, ukishamaliza kuakilisha wewe lazima ujue uko na miliki ya hizo vitu zenye umepewa. Sasa ni kuingia kwa maombi na kumwambia Mungu jinsi ulivyonena na kusema, nimeona gari langu, nimeona nyumba yangu, nimeona ndoa yangu, nimeona uzao wangu, nimeona kazi, nimeona huduma ikiwa kubwa. Nataka sasa ukatende katika ulimwengu wa kimwili, watu waona ili ukaweze kutangaza fadhili zake yeye aliyekuita. Lakini wewe katika ulimwengu wa kiroho ushaona una mtoto, umebeba mtoto, umeajiriwa kazi, wewe unaamka unasema, asante Mungu, asante Baba, asante for what Ingia saa hizo katika maombi, umwambie Mungu, natoa sasa katika ulimwengu wa kiroho nadirete hizi vitu katika ulimwengu wa kimwili, hakika utaipokea. Nitakuwa yako sasa kwangu, sijepinga yale yenye mmesema ya kwamba ngojea, sijui nini na nini lakini, mimi kiwango chenye niko ndani si cha kungojea, ni kiwango cha kumiliki, ni kiwango cha kuchukua na kumiliki ninapokatana na kitu nimekatana nayo, ninapo kikubali nimekikubali. Ndiyo sababu katika sala ya Bwana Yesu akawaambia ufalme wa mbinguni na uje, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama uko mbinguni. Wakristo tukikaa katika haya maandiko, tutende yaliyo ya haya maandiko, nakwambia hatutaona ugumu, hatutalia a wa watu wa kusaidiwa kila wakati, watu wa kutembea, tukiona kama Mungu hayupo, watu wa kujiuliza maswali. Ukubali Mungu wako ama usikubali, yeye ako ni yeye yule yule aliyetenda kwa hao watu wenye wa tunaandikiwa katika Biblia, aliyewaokoa aliyewabariki, ni yuyo huyo Mungu ambaye anaenda, anaenda kubariki Timothy Treasure, anaenda kukubariki wewe na anaenda kufungua njia zako.